Tukio hili ni mwanafunzi aliyepanda ndani ya daladala bila kulipa nauli. Kondakta aka take action akamzuia yule binti, lazima alipe nauli. Kilichofanyika sasa, mtoto yule babake ni mwanajeshi, akamlisha vijana wajifundisha mgambo, wakamkamata yule kijana daladala. Wakamwingiza ndani ya kambi ya jeshi. Kuna mtu sija, anaitwa Meja Komba ndiye mwenye mtoto huyo, alihusika kumpiga mtumiwa mpaka ikawa mbaya, wakamchukua na pikipiki kumrudisha nyumbani kwake. Walipomrudisha nyumbani kwake, kuna watu waliona mtoto l amepelekwa hospitalini maskila Mungu amekufa. Ni kwamba wanajeshi mambo waliyowafanya sio mazuri kwa raia. Kwa so, sababu kama kuna mtu amekosea ilikuwa sheria ichukue mkondo wake. Kama kuna mtoto labda ana nauli ni kwamba alikuwa ajieleza, lakini hawa wa, wana mambo ya kukosi wenzetu. <coughs> Kamanda wa polisi mkoani humo Benedikt wa Kuliamba amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa mpaka sasa watu watatu wanashikiliwa na jeshi la polisi, kwa kushindwa kuwataja watu hao kwa sababu za kiusalama. Mpaka sasa watu kama nilivyosema, watu watatu wanashikiliwa na jeshi la polisi. Taratibu za upelelezi ikikamilika, basi hatua dhidi uh, yao kufikisha mahakamani zitachukuliwa. Tukio kufanyikia kwenye kambi ya jeshi haina maana ya kwamba wanajeshi wamehusika kwa sababu uh, ndani ya kambi ya jeshi tunao uh, au wapo familia za askari ambao sio sio sio sio askari, ni raia kama raia wengine wa kawaida, na ndio maana kwa sasa mpaka hao tunaowashikilia, wanaoshikiliwa na jeshi la polisi, kuanzia yule binti ni raia tu wa kawaida, na watu wengine waliofanya tukio hilo ambao kwa sasa tumeshawakamata ni raia tu wa kawaida.